Wa shule sekondari Lyowa iliyopo kata ya Muungano, halmashauri ya wilaya ya Mtwara ndani ya mkoa wa Mtwara. Wanafunzi hao wamekuwa wakifurahia masomo kutokana na shule hiyo kuwa karibu na kijiji chao pamoja na kusheheni miundombinu yote muhimu inayohitajika ili kutimiza ndoto zao. Katika mkoa wa Mtwara, umbali kutoka nyumbani hadi shuleni ni mojawapo ya sababu kuu zinazochangia wanafunzi kukatisha masomo yao, kwa vile watoto wangu mimi hawakumaliza shule. Kwa mujibu wa ripoti ya The Citizen ya mwaka 2023, imeonyesha kuwa umbali mrefu kutoka nyumbani hadi shuleni ni changamoto kubwa kwa wanafunzi, hasa wasichana wanaokutana na hatari za kimazingira na zile za kijamii. Hii inachangia kwa kiasi kikubwa kuwepo kwa utoro na hatimaye kuacha shule. Idadi ya wanafunzi waliokatisha masomo yao imeongezeka kwa asilimia 10.01 kutoka 134295 kwa mwaka 2022 hadi 147741 mwaka 2023. Hiyo ni kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi lililochapishwa Novemba 19, 2024. Hivyo basi, uwepo wa shule sekondari ya Lyowa ni wazi kuwa itasaidia kupunguza idadi ya watoto wanaoacha shule. Shule ya sekondari Lyowa imeanzishwa rasmi mnamo Januari 8, 2024 baada ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dr Samia Suluhu Hassan kutoa fedha na kukamilisha ujenzi wake. Tulipokea fedha mwaka 23, 24 zaidi ya milioni 560 kupitia mradi wa Soekwip shule ambayo imekuwa mkombozi wa watoto waliokuwa wakitembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 20 kwenda na kurudi shule sekondari Dihimba, huku wengine wakilazimika kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 30 kwenda na kurudi shule sekondari Ndumbwe, hali ambayo ilikuwa ikisababisha watoto hao kupitia changamoto mbalimbali, hasa mabinti na kupelekea kukatisha ndoto zao. Boda boda walikuwa wanasema watupakie mpaka shuleni na baada ya hapo tu tunafanya mapenzi. Shule hiyo ina jumla ya vyumba 11, vya madarasa, jengo la utawala, maktaba, jengo la tehama, pamoja na maabara tatu, yaani ya physics, chemistry, na biology. Kama hiyo haitoshi, mwezi Juni 2024, serikali pia ilitoa fedha zaidi ya milioni 95 na kukamilisha ujenzi wa nyumba mbili kwa moja kwa ajili ya walimu wa shule hiyo. Mtazamaji wa Faida Online TV, karibu kwenye makala hii maalum inayoangazia namna uwepo wa shule ya sekondari Lyowa ulivyofufua ndoto za watoto wengi wa kijiji hicho, hasa watoto wa kike ambao walikuwa ni wahanga namba moja wa changamoto zilizotokana na umbali, pamoja na wale wa vijiji jirani kama vile kijiji cha Chihote, Mnyanje na Mkapi na Nyani na maeneo mengine. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu hakika sisi ni watu wa field, na tuendelea kuhabarisha bali mbalimbali mbali kutoka vijijini. Tafadhali baki nasi. Sehemu kubwa ya jamii walikuwa wanasomesha wanafunzi kutoka mbali, eneo la Dihimba pamoja na Ndumbwe, ambapo ukipiga distansi karibu ni zaidi ya kilomita 30. Lakini kutokana na uwepo wa hii shule kwa kiasi kikubwa umewawezesha wale wanafunzi kupunguza umbali mrefu ambao walikuwa wakisafiri kwenda kule, na wakati mwingine wazazi walikuwa wanapigana wanawaweka kwenye, kwenye nyumba maanake wanawapangia vyumba kule, na hicho kilikuwa ni hatari, kwa sababu baadhi ya wanafunzi walikuwa hawawezi kumaliza, sababu wanakutana na vishawishi vingi kwa kuwa wako mbali na familia zao. Kwa kiasi kikubwa, kwa tangu mwaka jana, imesaidia kupandisha ufaulu, kwa maana ya kwamba ukiangalia mwenendo wa watoto walikuwa wakiacha shule, walikuwa wengi, sasa hivi wote wapo shuleni. Mwalimu Msambwa anaelezea umuhimu wa uwepo wa nyumba za walimu shuleni hapo huku akishukuru serikali ya halmashauri ya wilaya ya Mtwara pamoja na ile ya mkoa kwa jitihada zao kuhakikisha kuwa shule hiyo inapata huduma muhimu ya maji na umeme. Walimu pia ni moja ya watu ambao wanahitaji kuhudumiwa ama kuwezeshwa ili waweze kufanya kazi yao kwa ufanisi. Kwa hiyo kwa kupatikana kwa hii nyumba, makazi ya walimu, mwalimu kusafiri pia umbali mrefu halipo, hilo tatizo. Sio hivyo tu, pamoja na kuanza kwa shule yetu pia tulianza hatuna huduma ya maji, hatuna huduma ya umeme, lakini kwa kushirikiana na halmashauri, serikali ya mkoa, tumeweza kuletewa umeme, shule inawaka, hatuna giza. Lakini pia maji tumeyavuta toka mwaka jana, kuna huduma ya maji, ni kitu cha uhakika. Sofia Mohamedi na Mame ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule hiyo ni mmoja ya wanafunzi walioonja joto la jiwe kwa kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 20 kwenda na kurudi shule ya sekondari Dihimba, akitokea katika kijiji hicho cha Lyowa. Baada ya kukamilika kwa shule hiyo ya Lyowa, wazazi wake walimhamishia kwenye shule hiyo haraka ili kumwokoa na changamoto walizokuwa akipitia. Kipindi tunatoka nyumbani kwenda shuleni, tulikuwa tunakumbana na vishawishi vingi njiani, kwa mfano bodaboda walikuwa nasema tupakie mpaka shuleni na baada ya hapo tue tunafanya mapenzi. Kwa wepo shule hii inakuja kukamilisha ndoto zetu kwa sisi watoto wa kike na hata pia wa kiume. Wahabi Selemani Mnalyama ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule hiyo ya Lyowa, huyu amehamia katika shule hiyo akitokea shule sekondari Ndumbwe iliyopo mbali wa zaidi ya kilomita thelathini kwenda na kurudi. Hapa anaelezea changamoto alizokuwa akipitia. Ah, changamoto ambayo tulikuwa tunakutana nayo ni pamoja na umbali ambao tulikuwa tunatoka nyumbani hadi kwenda katika kituo cha mabasi ili kupanda kwa shule. Muda mwingine wale konda wa magari walikuwa wanatoka wana taa kutokana na na hela ambayo tulikuwa tunatoa, wao walikuwa wanakosa wana bilia ili kutupakia sisi. Kwa hiyo uwepo wa shule ya sekondari umetusaidia sisi kufupisha ule umbali ambao tulikuwa tunatumia kwenda shule kufika shule, na sasa tunatumia umbali mfupi zaidi kuwahi shule. Tunashukuru sana serikali ya Tanzania na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule hii yenye viwango vya hali ya juu. Shadia Saidi Abdullah ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule hiyo. Uwepo wa shule hiyo karibu na makazi yao inamsaidia kurudi nyumbani mapema na kupata muda wa kuwasaidia wazazi wake kazi ndogo ndogo za nyumbani, kama vile kuchota maji, kuosha vyombo, kufua, huku akipata pia muda wa kujisomea. Uwepo wa shule kuwepo karibu inatusaidia sisi wanafunzi kurudi nyumbani mapema na kuweza kuwasaidia wazazi kazi kama vile, nikirudi nyumbani naweza kumsaidia mama kufua nguo kuchota maji na kazi nyingine, na vile vile inatusaidia tunapata muda mwingi wa kusoma. Mtazamaji wa Faida Online TV, ni wazi kuwa uwepo wa shule hiyo ya Lyowa umekuja kukomboa watoto wengi ambao elimu iligeuka kuwa mateso na miba zilizochoma katika nafsi zao. Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa kijiji hicho. Mzee Mfaume Yusufu wa Kalama ni mmoja wa wazazi ambao watoto wake wote wawili wamekatisha masomo yao huku chanzo akidai kuwa ni umbali kutoka Lyowa kwenda Dihimba. Tulipopata jengo hili, tunashukuru alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia Mama Samia ametukumbuka kwa vile watoto wangu mimi hawakumaliza shule eh, wamekatisha masomo yao, mmoja amekata kwenye fomu form, form 2, mwingine anataka aingia form 2 bahati akashindwa. Sasa hivi bado tuna boda boda tu e. Mi naitwa Sofia Ahmad Ngungwe mkaji wa kijiji cha Lyowa. Hapo zamani watoto wetu walikuwa wanasoma Dihimba na walikuwa wanapata changamoto. Kwa hiyo huko kama walikuwa wanakuwa na, na mabwana sijui wanapata changamoto gani, tulikuwa tusijui na walikuwa wanapata shida sana wakati wa kifuku, matope, milima na kuna umbali mrefu walikuwa wanapata shida sana. E, kwa hiyo sasa hivi tunashukuru serikali kwa kutupatia hii shule. Hasani Hasani likutwe ni mkazi wa kijiji cha Lyowa ambaye pia mheshimiwa diwani mstaafu wa kata hiyo ya Muungano. Kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza tunasema tunatoa shukrani kwa kutupatia shule karibu, kiasi kwamba sasa hivi changamoto za wanafunzi kwenda kusoma mbali hakuna tena. Aa, wanaenda kwa wakati na wanarudi kwa wakati na wanasaidia shughuli za, za jamii nyumbani hapa. Hassan Muhammad Munda ni mwenyekiti wa kijiji hicho cha Lyowa. Suala la umbali ambao watoto wao walikuwa wakitembea kwenda shule ya sekondari Dihimba limeacha kovu na machozi ya damu yanayochuruzika ndani ya moyo wake, kwa kuwa hata binti yake amekatiza masomo yake baada ya kushika ujauzito. Maskini ni shukuru serikali ya jamhuri ya muungano kupitia Rais Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutuona wana Lyowa, akatuingizia pesa kwa kufikia hatuai, nasema alhamdulilahi. Sekondari tumeipata na wanafunzi wanasoma. Watoto walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana, hasa kupata ujauzito, pia kukatiza masomo kwa muda usiojulikana. So, kwa sababu kwenye changamoto hizo mimi mwenyewe ni mwasirika, ilifikia mpaka mwanangu mwenyewe anaacha masomo kwa ajili ya umbali na kupata ujukuu na sasa hivi ninalea kupitia tatizo la sekondari Abeid. Abeid Kafunda ni mkurugenzi wa halmashauri hiyo ya wilaya ya Mtwara. Ya kwa niaba ya wananchi wa Halmashauri ya wilaya ya Mtwara napenda kutoa pongezi zangu kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi mingi ya maendeleo ambayo ametuletea katika Halmashauri wilaya ya Mtwara. Pamoja na hayo yote aliyotufanyia, lakini napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa ujenzi wa shule ya sekondari Lyowa ambapo tulipokea fedha mwaka 23 24 zaidi ya milioni 560 kupitia mradi wa Soequip. Mradi ule umekuja kuwa ni mkombozi kwa wanafunzi wanaoishi kijiji cha Lyowa kata ya Muungano. Kabla ya ujenzi wa shule ile, wanafunzi walikuwa wanalazimika kutembea zaidi ya kilomita kumi kutoka kijiji cha Lyowa na kufata shule katika kata ya Dihimba kwa kweli kwa ni umbali mrefu, ni umbali mrefu sana, lakini baada ya wananchi kumlilia Mheshimiwa Rais alipofanya ziara mkoa wa Mtwara, rais akasikia kilio chao na akatoa fedha kupitia mradi wa SEQUIP, na tukakamilisha ujenzi wa shule ile ile. Kwa kweli ujenzi wa shule ile, umekuja kuwa ni chachu ya wanafunzi, kwa sababu kwanza wanatembea umbali mfupi kutoka nyumbani mpaka shule, kwa hiyo imechochea wanafunzi wengi kusoma. Kwa dhati ya moyo wangu kabisa na kwa niaba ya wananchi wa halmashauri wilaya ya Mtwara, namshukuru sana mheshimiwa Rais kwa miradi anayoendelea kutuletea katika mkoa wetu wa Mtwara, sana sana katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Tunamtakia kila laheri, na Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu na moyo huo wa kujitoa kwa ajili ya Watanzania. Mtazamaji wa Faida Online TV, uwepo wa shule hiyo ya Lyowa umepelekea watoto wengi kuwa na hamu ya kusoma ukilinganisha na hapo mwanzo, lakini pia inakwenda kukamilisha ndoto za watoto wengi ambao tayari walianza kukata tamaa kutokana na umbali na vishawishi walivyokuwa wakivipitia hasa mabinti. Kwa sasa wazazi wana imani na watoto wao kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika shule hiyo. Ibosiko kijiji chao kitapata wasomi hakika. Giza limetoweka na nuru imesambaa kijijini hapo. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, nikushukuru wewe kwa kuwa nami kwa wakati wote huo katika makala hii maalum inayoangazia namna uwepo wa shule sekondari Lyowa ilivyofufua ndoto za watoto wengi wa kijiji hicho, hasa watoto wa kike ambao wengi wao walikatiza masomo yao, lakini kwa sasa mambo ni mazuri. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu na kupata makala kama hizi kila itwayo leo. Asante na nikutakie majukumu mema.